Baada ya timu kutoka Tanzania kufuzu ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Africa, timu zote zimekimbia uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo ligi ya mabingwa inaambatanisha timu mbili kutoka Tanzania, ambapo ni Simba na Yanga na Simba wamepangia wamepangiwa kundi na experience de Tunisia atetical petrolias na stadi melini ya Mali huko. Hiyo ni ligi ya mabingwa na upande wa Simba, ambapo upande wa Yanga inakutanisha Alahali kutoka Misri, Alasi falabat kutoka Morocco na gs cablini ambapo inakamilisha idadi ya timu nne ikiambatana na da young African, ambapo kwenye kombe la shirikisho barani Africa timu za Tanzania zimefuzu kama Singida Black Star na Azam FC, ambapo Singida Black Star wamepangiwa na timu za RAC bosdadi ya Algeria, stelen bolchi ya Afrika Kusini na AC otoho to ya huko drc Congo, na timu ya Azam kwenye kombe la shirikisho umepangiwa na Wydad na AC Maniema ya Congo na Nairobi United ya Kenya. Sasa baada ya kutoka kwa draw ya hatua ya makundi ya kufuzu ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho bara la Afrika, timu zote zimekimbia uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo timu ya Da Young African kupitia msemaji wake Ali Shabani Kamwe, jana ametangaza kwamba Yanga watatumia uwanja wao wa New Amani Complex kule Zanzibar, kama uwanja wao wa nyumbani kwenye michuano ya Afrika. Kwa mechi zote tatu za nyumbani watatumia New Amani Kompleksi. Wakati huo huo, timu ya Singida Black Star nayo imetangaza kutumia uwanja wa New Amani Complex kama uwanja wao wa nyumbani kwa mechi zote tatu za nyumbani. Na ukianza kuangalia timu zote zinakimbia uwanja wa Benjamin William Mkapa, tujajua kuna shida gani? Endelea kukanasi tutakufafanulia, lakini timu ya Azam nayo imekonfimu kutumia uwanja wa New Amani Complex, ambapo imekimbia uwanja wa William Benjamin Mkapa, lakini kigogo mkubwa kutoka Tanzania ambaye ni Simba FC amebaki peke yake kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Na tunakumbuka Simba Sport Club ana historia kubwa juu ya uwanja wa Benjamin William Mkapa. Hivyo basi Simba anajiamini na ameamua kubaki peke yake na ndo timu pekee kutoka Tanzania ambayo inatumia uwanja wa Benjamin William Mkapa. Na ikumbuke kwamba Simba wamepangiwa na vigogo wakubwa sana kutoka uh, Afrika. Timu kama Experience de Tunisia ni timu ambayo ni kubwa sana hapa Afrika, lakini Simba wenyewe wana historia kubwa ya, ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa maana somala yao ya kwanza kucheza ligi ya mabingwa, na wamecheza mara nyingi sana, na wamefuzu kwenye hatua mbalimbali especially robo finali na kufuzu robo finali ligi ya mabingwa bara la Afrika. So wamebaki wenyewe, lakini kupitia msemaji wao, afisa habari wa Simba Ahmed ha hali naye, amezungumza kwamba timu zote zimekimbia uwanja wa Benjamin William Mkapa, lakini Simba wenyewe wamebaki, na hii ni kuonesha ubabe wa Simba kwenye ligi ya mabingwa na kuendelea pale walipoishia, na amewataka mashabiki kuja kujitokeza kwa wingi kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa kuisapoti timu yao ili kufuzu hatua inayofuata ya robo finali. Je, sasa kama wewe ni mpenzi msikilizaji, unatusikiliza na ukianza kuangalia timu zote kutoka Tanzania zimekimbia uwanja wa Benjamin William Mkapa. Nini matazamio yako? Je, Simba wamezifukuza hizi timu kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa? hao timu zote zimeona kama zikicheza kwa Benjamin Mkapa haziwezi kutoboa. Tuandikie maoni yako hapo, maoni yako ni yapi? Na kama wewe ni mara kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe chaneli yetu. Hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa kwenye chaneli yetu, keep watching. Hadi wakati mwingine, mimi ni Tubone Media. bye, bye.